na karibu tena, hapa ndipo ambapo patafanyikia shughuli ya birthday ya mtoto wa Marioo pamoja na Paula siku ya leo katika hoteli ya Cindy White hmm, ambayo iko hapa katika jiji la Dar es Salaam, na kama unavyoona tayari pameandaliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kuweza kuwapokea wageni wote watakaowasili hapa siku ya leo, muda mchache kuanza kwa shughuli hii ya kusherehekea birthday ya mtoto wa Paula kama unavyoona, keki ndio hii hapo, keki imeweza kuandaliwa vizuri kabisa, keki ni kubwa. Ndani ukumbi umeweza kupambwa vizuri umeweza kumechishwa na rangi mbalimbali za watoto, rangi za papo, rangi za machungwa e, pamoja na kuweza kuandaa kiki hii ambayo ni kubwa sana, itakayokatwa siku ya leo na Amara mwenyewe kuweza kumlisha babake huyo Mario pamoja na mamake mzazi huyo Paula pamoja na wageni mbalimbali mbali ambao watakaohudhuria katika shughuli hii ya birthday kusherekea siku ya kuzaliwa ya mtoto wa Paula pamoja na Mario. Hili ni jambo kubwa ambalo kwa sasa linaendelea katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Kwa mara ya kwanza kabisa e, familia ya Marioo Paula kuweza kumtambulisha sura mtoto wake huyu hapa, kama unavyomuona sura yake kuweza kuonekana rasmi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, baada ya mama yake huyu Paula kuweza kuivujisha, e, kuweza kuonyesha mashabiki mtoto wake jinsi alivyo, na leo ndio anasherekea siku yake ya kuzaliwa kwa kufikisha mwaka mmoja. Mm, jambo hili ambalo ni kubwa kwelikweli eh, ndugu zake upande wa kwa mama pamoja na upande wa kwa baba wote wameanza kuwasili muda huu katika hoteli ya Sandy White kwa ajili ya kuweza kushuhudia tukio hili kubwa kabisa la mtoto wa Paula pamoja na Mario kuweza kusherekea baadhi yake na wageni mbalimbali pia. Ni wakumbushe tu kwamba pia watoto wa mastaa mbalimbali akiwemo mtoto wa Nandy na pia atakuwepo watoto wote wa masta unaojua wewe, watakuwepo leo katika kusherekea siku hii muhimu kabisa, siku ambayo amekuja duniani leo tarehe tatu mwezi wa tano e, ndiyo siku ambayo aliweza kuzaliwa. E, so bwana, hatimaye Mungu mkubwa amefikisha mwaka mmoja, na wazazi wake wameamua kuweza kumfanyia birthday ya kifahari kwelikweli, pembezoni mwa bahari katika hoteli kubwa hapa katika jiji la Dar es Salaam, hoteli hiyo ya Sandy White ambayo imeweza e, kuandaa tukio hili kubwa e, kama unavyoona hapa ukumbi ni mzuri sana. Asante sana kwaendelea kwa nasi, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto -moto.